E yeah. Na shilingi laki moja kwenye mfuko wako au hata kwenye simu yako, hizi pesa inawezekana kwa wengi ni pesa za matumizi tu kidogo ya weekend, lakini hizi pesa zinaweza zikabadilisha maisha yako. Siko hapa kukuuzia ndoto za mchana. Hatuongelei mambo ya betting, hatuongelei mambo ya forex wala zile skimu za mtandaoni za kupata utajiri wa haraka. Tunaongelea sekta halisi, sekta ambayo ni uti wa mgongo wa biashara ndogondogo nchini Tanzania, biashara ya samaki wa kukaanga. Kama wewe ni kijana uliyehitimu chuo na bado unazunguka na bahasha kutafuta kazi, au unataka kuongeza kipato chako cha ziada kipindi hiki ni kwa ajili yako. Leo nitaenda kukuonyesha kwa vitendo na kwa hesabu za mezani jinsi ya kuchukua mtaji wa laki moja kwenda soko la feri jijini Dar es Salaam, au mwaroni Mwanza, au soko lolote kuu la samaki. Karibu Tan Business Online TV, ambapo tunajadili mambo ya ujasiriamali kwa ujasiriamali kwa ujumla na jinsi unavyoweza kutengeneza pesa bila kutumia mtaji mkubwa. Lengo letu hapa ni kukupa mbinu za kuanzisha biashara endelevu kwa mtaji uliopo mfukoni mwako. Sasa, kwa nini tuchague samaki? Kwa nini tusiuze mitumba au viatu? Jibu lipo kwenye tumbo. Kila mtu anataka protini. Iwe ni ofisini Posta, kwenye saiti za ujenzi Tegeta, au kwenye makazi ya watu Mbeya na Arusha, watu lazima wale. Tofauti na nguo ambazo mtu anaweza kununua mwezi huu na asionekane tena kwa miezi sita, chakula ni hitaji la kila siku hii inamaanisha mzunguko wa pesa yako ni wa haraka sana. Vijana wengi wanadhani unahitaji mamilioni ya pesa kuanza biashara ya maana. Huo ni uongo. Utafiti unaonyesha kuwa shilingi laki moja inatosha kabisa kuanza biashara ya samaki wa kukaanga, ukifuata mkakati sahihi. Hatununui boti ya uvuvi hapa. Tunachofanya ni kuwa kiunganishi kati ya soko na mlaji kwa kuongeza thamani, yaani tunanunua mbichi na tunakaanga alafu tunauza. Leo nitakuvunjia hesabu zote katika hatua tano muhimu. Tutagawanya hilo laki moja ili isiishe siku ya kwanza. Tutaona jinsi ya kuchagua samaki bora, na hatua kwa hatua jinsi ya kuandaa na kuuza mzigo wako wote kabla ya saa saba mchana. Kaa nami mpaka mwisho wa hiki kipindi, maana hesabu za mwisho zitakushangaza. Sasa hebu tuangalie mchanganuo wa mtaji wa laki moja kwa hii biashara ya, ya samaki. Hatua ya kwanza ni nidhamu ya pesa. Kabla hatujaenda sokoni, lazima tupige hesabu. Wengi wanafeli hapa kwa sababu wanachukua laki, wanachukua laki moja yote wananunua samaki, wanasahau nauli na mafuta, na mwisho biashara inakufa siku ya kwanza. Huu hapa ni mchanganuo wako, yaani smart starter wa laki moja. Tutaigawanya pesa hii katika sehemu kuu tatu. Kwanza ni vifaa vya maandalizi hapa tunaweka shilingi elfu thelathini. Hapa ndipo unapoondoa matumizi yasiyo lazima. Huna uwezo wa kununua friji wala kulipia kodi ya frame, bado utafanya biashara hii kwa njia ya mobile au meza ndogo mtaani. Sasa unahitaji nini? Ndoo safi au ndogo ya mtumba, kisu kikali na jiko la mkaa na kikaangio au kikaango au sinia. Siri ya ushindi ni ipi? Usinunue kila kitu kipya. Jiko la mkaa na kikaango unaweza kuwazima nyumbani kwa mama, kwa mama au shangazi kwanza, au kununua vya mtumba soko la Karume au nadani kwa bei chee lengo ni kubana matumizi ili mtaji mwingine uende kwenye bidhaa mbili. 2. ni gharama za uendeshaji Sasa hapa tunaweka elfu ishirini. Hii ni damu ya biashara. Pesa hii ni kwa ajili ya mkaa, mafuta ya kula, viungo, ndimu, chumvi, pilipili na muhimu zaidi, barafu katika joto la kama mji wa Dar es Salaam au Mwanza, barafu ni uhai wa biashara yako. Usipouza samaki leo, barafu inawafanya wawe salama kwa kesho. Pia hapa ndipo unatoa nauli ya daladala au bodaboda ya kukutoa feri au mwaloni. tatu ni mzigo wa samaki. Sasa hapa tunatenga shilingi elfu hamsini. Hii ndiyo nguvu yako kwa shilingi elfu hamsini ukilenga bei ya jumla ya shilingi elfu tatu au mpaka elfu tatu mia tano kwa kilo, kwa samaki wa wastani kama vile sato au sangara, unaweza kupata takribani kilo 14 hadi kilo 15. Hatutaki samaki wakubwa sana ambao ni ghali, tunataka wale wasaizi ya kati ambao ni rahisi kuwauza kwa haraka kwa bei ya buku jero au elfu mbili. Sasa hebu tuangalie jinsi ya kupata mzigo bora sokoni. Sasa pesa tunayo mkononi, tunaenda wapi? Sokoni. Na hapa kuna kanuni moja kuu, wai mapema. Biashara ya samaki inataka uamke saa kumi na moja alfajiri. Ukifika soko la Feri au Mwaloni saa mbili asubuhi, utauziwa makombo kwa bei ya juu. Fika sokoni saa kumi na mbili kamili asubuhi, wakati boti zinaingia au mnada unaanza. Unapofika, usinunue kwa mtu wa kwanza unayemwona. Fanya utafiti wa bei haraka haraka, tafuta wavuvi au wauza jumla wakubwa epuka madalali wa katikati. Sasa unajuaje samaki mbichi na mzuri? Hapa ndipo wengi wanapigwa. Kwanza ni macho, angalia macho ya samaki, lazima yawe mang'avu na yasiwe yamebondoka ndani. Pili ni mashavu, fungua mashavu, lazima yawe mekundu damu yakiwa na kahawia au kijivu, huyo samaki ameanza kuharibika na usimchukue hata bure. Tatu ni ngozi, ukibonyeza samaki kwa kidole, nyama inatakiwa irudi juu haraka. Ikibonyea na kubaki hapo, huyo samaki ni sio mzuri. Sasa nunua samaki aina ya sato au sangara wa saizi ya kati au hata changu mdogo, kulingana na upatikanaji wa eneo lako. Kumbuka, kilo kumi na nne za samaki wazuri ndio mtaji wako wa kesho. Hebu tuangalie uandaaji wa mapishi ya samaki. Umetoka sokoni, sasa tunaenda jikoni. Hapa ndipo penye siri ya kuwapiga bao washindani wako. Watu wengi wanakaanga samaki na chumvi tu. Wewe usifanye hivyo. Wewe unataka wateja warudi kesho. Kwanza, suala la usafi. Safisha samaki vizuri, toa magamba yote na toa utumbo kwa umakini, usipasuke usipasuke kifuko cha nyongo, maana samaki atakuwa mchungu. Osha na maji safi yenye ndimu kidogo uondoa shombo kali. Mbili ni marination au kukoroga viungo. Usipake chumvi tu, tengeneza mchanganyiko wako maalum. Saga kitunguu saumu na tangawizi, changanya na chumvi, pilipili kidogo na ndimu. Paka samaki wako na uwaache kwa nusu saa, viungo viingie ndani. Hii harufu pekee wakati wa kukaanga itavutia wateja kutoka mtaa wa pili. Suala la tatu sasa ni kukaanga. Hakikisha mafuta yamechemka vizuri kabla ya kuweka samaki. Ukiweka kwenye mafuta baridi, samaki atanyonya mafuta na atakuwa mlaini. Tunataka samaki awe crunchy kwa nje na ameiva vizuri ndani. Mkaange mpaka awe na rangi ya dhahabu, yani golden brown. Ukishatoa mweke kwenye chujio, mafuta ya chuje. Hii inapunguza gharama ya mafuta na inamfanya samaki awe mtamu zaidi. Sasa hebu tuangalie mkakati wa mauzo na hesabu za faida ya biashara ya samaki. Sama, sasa tunawabadilisha kuwa pesa. Usikae tu nyumbani ukisubiri wateja waje, kuwa mbunifu Wapeleke samaki hawa watu ambao hawawezi kwenda sokoni, wapelekee samaki hawa watu ambao hawawezi kwenda sokoni. Mfano ni wafanyakazi wa ujenzi ambao wako saiti saa sita mchana, wanahitaji chakula cha nguvu. Nyingine ni vituo vya bodaboda, hawa ni wateja wa uhakika. Lakini pia mtaani, wakati wa jioni, watu wanapotoka kazini watatafuta mboga. Sasa twende kwenye hesabu za faida. Laki sita inatoka wapi? Ulinunua samaki kwa shilingi elfu hamsini, tuseme ulipata kilo 14. Kilo moja ya sato wa wastani inatoa samaki watatu hadi wanne. Tuseme wastani una samaki 45 hadi hamsini kwa mzigo wako. Gharama zako zote yaani samaki, mafuta, mkaa na nauli kwa siku ni kama shilingi elfu sabini, ukijumlisha na ile elfu ishirini ya uendeshaji. Ukianza kuuza samaki wa kukaanga, wasaizi ya kati unauza kati ya shilingi elfu mbili mpaka elfu mbili mia tano. Sasa tupige hesabu ya chini samaki 48 kwa shilingi elfu mbili kila mmoja, hapa inakuja shilingi elfu tisini Sasa mapato inakuwa elfu tisini gharama ya siku yaani mtaji uendeshaji, tumeona ni elfu sabini Sasa faida safi kabisa yani net profit hapa inakuwa ni shilingi elfu ishirini kwa siku. Inaweza kuonekana ni ndogo, lakini piga hiyo elfu ishirini mara thelathini za mwezi kwa hiyo hapo inakuwa elfu ishirini mara thelathini hapo tayari unakuwa na laki sita huo ni mshahara wa mtu mwenye degree anayeanza kazi serikalini na wewe umeupata kwa mtaji wa laki moja tu wa kujituma na hii ni kwa kuanzia kadri unavyopata wateja wengi ndivyo unavyozidisha mtaji na faida kila biashara haikosi changamoto. Sasa tuangalie changamoto za biashara ya samaki na suluhisho ya hizo changamoto. Kila biashara ina changamoto na sitaki kukudanganya kuwa itakuwa rahisi kila siku. Changamoto kubwa ni samaki kuharibika. Sasa solution au suluhisho ni nini? usinunue mzigo mkubwa kuliko uwezo wako wa kuuza siku za mwanzoni. Anza kidogo. Pia wekeza kwenye deep frying, yaani kukaanga sana samaki wanaobaki ili waweze kukaa hata siku mbili bila kuharibika, au watengeneze kuwa samaki wakuunga nanazi wa kuunga na nazi siku inayofuata. Changamoto ya pili ni bei kupanda sokoni. Siku ambazo samaki ni adimu bei hupanda sasa solution ni nini? Jenga urafiki na wauzaji wa jumla ili upate bei ya punguzo, au badilika kulingana na soko. Siku sato wakiwa ghali, chagua sangara au perege, usifunge biashara. Na changamoto ya mwisho ni ushindani. Kila mtu anauza samaki, sasa utashindaje? Usafi na kauli Mteja akija, mkaribishe kwa tabasamu, mfungie samaki kwenye karatasi safi au foil na weka kachumbari kidogo ya bure. Hizo ndizo extra miles zinazomfanya mteja asahau wengine na kuja kwako. Naona nimekueleza mengi kuhusiana na hii biashara ya samaki. Sasa, kabla sijamaliza, ngoja nikueleze kwa kifupi wito ambao niliokuwa nao. Haya basi. Hapo unayo ramani kamili. Laki moja mfukoni, ujasiri moyoni na hesabu kichwani. Hakuna sababu ya kukaa kijiweni na kulalamika vyuma vimekaza wakati fursa zipo wazi namna hii. Kumbuka, biashara kubwa zote zinazo unazoziona zilianza na hatua moja ndogo. Kama umejifunza kitu leo, naomba gonga like ili video hii iweze kuwafikia vijana wengi zaidi. Pia niandikie kwenye komenti hapo chini, je, ni biashara gani nyingine unataka tuifanye au tuifanyie mchanganuo wa mtaji mdogo? Usisahau kusubskribu kwa ajili ya madini mengine ya biashara wiki ijayo. Mimi ni mtangazaji wa kipindi, Ali Mwambola, na tukutane kwenye kilele cha mafanikio na kazi iko kwako. Kuanzisha biashara